E, sijafahamu officially itakuwa tuna ratiba gani. Lakini siku hiyo tutasubiri muongozo wa mtendaji wetu mkuu kwa maana, kama ni shughuli ya operation, kama tutakuwa tuko Africa Town kwenye mazoezi, kama tutakuwa tupo kwenye shughuli nyingine yoyote, basi tutapata muongozo kupitia mtendaji wetu mkuu. Lakini sasa hivi sina taarifa rasmi. Mamba, Yanga itakuwa wapi uh, Mei kumi mm, e, na tano huko ni kubeti? Hapana, sio kweli. Yanga Afrika, hatuna mechi yoyote ya kimataifa tarehe kumi na tano, hatuna mechi yote ya kimataifa, uh, mm, hatuna mechi yote ya kimataifa. Yes. Tuna, tuna ratiba za mechi za ligi kuu mm, tatu ambazo zimebaki tuna ratiba ya mechi mbili za kombe la CADB ambazo zimebaki. Ndio ratiba za kimpira ambazo club tuko nazo, ila kuna FIFA break inakuja ambayo kama siku kumi hivi, huenda pakatokea friendly match ambazo club ikacheza, lakini kwa hiyo tarehe hakuna mechi ya kirafiki ambayo tumeitangaza mpaka sasa hivi. Ndio. Najua umechelewa kidogo kuingia ofisini, lakini sisi tulikuwa tumewahi hapa asubuhi mm. eh, na tulikuwa na kikao tumekuja kuzungumza na wanachama wa eh, matawi eh, Young Africans mm. nchi nzima mm. eh, ni kwa maana wawakilishi wao viongozi wale walifika, lakini wao msimamo wao umeendelea kusalia watacheza. Sasa kwa, kwa kwa mujibu tukiangalia labda kanuni maana wanachama mm. eh, ndio, ndio, ndio wenye timu tunaweza kusema kwa mm. namna nyingine. Ukiangalia mm manake tunaweza kusema e, ukiangalia kanuni e, inaeleza wazi timu ambayo haitafika uwanjani e, bila sababu za msingi manake itachukuliwa ina, ina, ita labda alama tatu na magoli matatu atapewa wa mpinzani wake, lakini pia yenyewe itakatwa alama 15 tukisalia hapo hapo kwenye msimamo e, wa wanachama wa Young Africans. Kamwe e, auoni kama itakuwa na athari kwa timu yenu mm. e, kutokana na msimamo wa wanachama wenu mm. Mimi shekhe, sio mpiga ramli e, kwamba ikiwa hivi itakuwaje. Mimi sio sio sio mpiga ramli ambacho imezungumza kamati yetu utendaji ya Yanga ambayo kimsingi ndiyo chombo uh, cha pili kikubwa cha kimaamuzi kwenye klabu yetu ikiondoa mkutano um, mkuu. Basi kamati ya utendaji ya Yanga ina nafasi kubwa kwenye kufanya maamuzi ya klabu maelekezo ya kamati yetu ya utendaji ambayo yametoka yamekuwa very clear ndugu yangu hakuna mahala ambako walibakisha kwenye taarifa yao taarifa yao ilisemaje kwanza ilielezea kuhusu kupokea maelekezo ambayo uh, kas wameyatoa kwamba yanga irudi kwenye mamlaka za ndani kushughulikia jambo lao la machi nane kesi ya msingi ambayo yanga aliifungua na kamati ndaji kazungumza kwamba hawana imani na mamlaka za ndani mm -hmm. Kwa hiyo jambo lao hawawezi kulipeleka hapo mm -hmm. Lakini la tatu wakasema kwamba mechi ya ligi kuu namba mia moja themanini mm -hmm. na nne, sindio? Hiyo mechi yanga hawatashiriki kwa tarehe yoyote ile, ukiondoa Machi nane. Kwa hiyo kama kuna mwanadamu anaweza kuirudisha e, Machi nane ya mwaka huu basi Yanga watacheza hiyo mechi kama haitarudi kwa maelekezo ya kamati tendaji. Maana yake hiyo mechi Yanga hawatashiriki kwa namna yoyote mm. Na mwisho kamati tendaji kawa clear kwamba wana yanga sasa eh, wana yanga eh, kwa maana mashabiki, wanachama, wapenzi na wakereketwa wote wa klabu yetu eh, tutakuwa tayari kuipambania haki yetu ya msingi kivyovyote vile mm. kivyovyote vile tutakuwa tuko tayari kuipambania haki yetu ya msingi kuhakikisha tuna tunapata tunachostahili kupata msimu huu mm. Hiyo ndio taarifa ya uongozi wa Yanga kupitia kamati ya utendaji, na wanaoyazungumza wanachama hayo, sasa ni maoni yao ambayo yametokea kwenye taarifa na muongozo wa klabi. Kwa hiyo hakuna kipya wala hakuna kupishana hapo. mm. Lakini mnayabariki na mnayaunga mkono. Ni, ni, ni maoni yao ambao mimi kwanza sijasikia mpaka sasa hivi, sijasikia wamezungumza nini, lakini yanabaki kuwa maoni yao kama wanachama ambao e, wana haki na klabu hii kwa mujibu ya katiba yetu. Kwa mimi siwezi kukaa hapa kusema maoni haya ni sahihi sio sahihi, ni maoni yao hmm. Na majukumu la kuyachuja kama ni sahihi au sio sio sahihi sio mimi hmm. Tuheshimu maoni yao na tuyaache kuwa maoni yao ila wale wanaozungumza kama uliosema kama ni wanachama kwenye hicho kikao mm -hmm. Basi katiba ya Yanga inawatambua hao wanachama. Yes. Kama bwana e, juzi e, amezungumza msamini wa klabu ya Yanga mm -hmm. mm -hmm. e, GSM, e, na Salama Jabir mm -hmm. Na katika maongezi yake bwana... una, unamtamka tajiri kama unamtamka mako mzumbe ndugu yangu <laughs> sema Ghalib Said Mohamed billionaire. Billionaire. Billionaire, kipenzi cha wanayanga

Safi. Safi. <laughs> <laughs> Safi. Umeona, eh, kupitia interview na Salama Jabil eh, ameweza kusema kwamba mwisho wa msimu huu yeye anaamini atamwambia mama eh, Yanga Bingwa mm -hmm. Manake sasa ikazua eh, kama yani eh, eh, ile tunasema eh, mjadala mm -hmm, kwa sababu wengine wanasema Yanga inasema haichezi. Manake kama haitacheza manake ipokonywa mm. alama manake, mm. itakuwa haina sifa ya kuwa bingwa. Maanake mm. tajiri anamaanisha au anaamini Yanga itaenda kucheza. Itapeleka alama zipi kwa alama? Unajua, unaposema alama kuna alama za milini, kuna alama za alama za mwilini kuna alama za majengo mtu anaweza akapokonya hata alama za majengo hapo. Unasema alama zipi Alama zile za mchezo kwa, mm -hmm. maana alama tatu mm -hmm. na magoli yale matatu, maana mm -hmm. manake tayari kama akipokonywa Yanga mm -hmm. eh, maana yake atapoteza sifa ya kuwa bingwa mm -hmm. kwa hiyo maana yake tajiri eh, anamaanisha kwamba watu wengine sasa, namna ambavyo walifikiria mm -hmm. kwamba anaamini timu i, i, itaenda uwanjani mm -hmm. itacheza, ita timu itaenda uwanjani na maana yake itacheza itamfunga Simba ya timu ipi? Young Africans uh -huh. uh -huh. itaenda uwanjani na itacheza na Simba mm -hmm. na itamfunga kwanza mm, uh, yes. Kwanza mimi sijafuatilia sana hiyo interview ambayo bosi wetu ameifanya, lakini kitu nachokiunga mkono cha kwanza, mm, ni kweli Yanga atakuwa bingwa msimu wa 24 25, no doubt about that. Kivipi? 100% Yanga atakuwa bingwa kama ambavyo kanuni inaelekeza mwenye pointi nyingi zaidi kuliko wengine atakuwa champion, kwa no doubt Yanga Afrika atakuwa bingwa 2024 25. Nation. Iyo naliunga mkono, naliunga mkono pia. Tutakwenda kumwambia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kauli moja kama wanayanga, Yanga bingwa tena. Tutamwambia tena mama yetu kipenzi kwamba Yanga ni bingwa, kwa hiyo tajiri hajadanganya popote. Mm. is true no doubt 100% Yanga anakwenda kuchukua ubingwa 24 25. Sasa wewe ndio umechambua kwamba amemaanisha mtakwenda hapa mtakwenda hapa no. kauli ambayo unatakiwa uichukue, mm. Yanga bingwa 24 25. Mwandishi yule kwa ile clip iliyopostiwa akawa kama na mashaka hivi, bosi akamwambia tuliza ball, time will tell. Mm. muda fayaje, mm. utazungumza ata, akamwambia utaona na mimi narudia maneno yale yale kukwambia wewe ndugu yangu Isaya Dede na wenzio ambao mmekuja hapa vyombo mbalimbali mbali vya habari, time will tell. Yanga bingwa 24 25, inshallah. Wakati wapo umejificha e, wiki moja huko mafichoni kwenye mitandao ya kijamii, bwana Simba. E, msemaji wao wanatamba sana mm. Wanasema bwana, Young Africans wamekimbia mm. Wamemkimbia ili mpanzu kibisa wala mm. mm. wana kwao, wamesema hakuna alama tatu bila kumkaba mpanzu, ndio slogan hiyo mm. Sasa hivi mm -hmm. unasemaje, kitu gani ambacho unaweza kuwaambia? Ni kweli mnamwogopa mpanzu? Kwanza jambo zuri kuhusu hawa ndugu zetu, uh, kila wanavyozungumza kuhusu hiyo mechi <clears throat> sauti zao zinabadilika hivi hawazungumzi kwa confidence, ni watu wanaonyesha kama wana wasiwasi hivi mm. Wakiwa wanazungumza kwamba uh, tarehe hiyo kumi na tano wataleta timu, sauti zao huwa zinashuka hivi mm. Tutapeleka timu, tutacheza nao, lazima wakabe. Mm. Watu wenye confidence wanazungumza kwa sauti ya juu yenye mamlaka, mm. kwamba ni hivi ni hivi. No discussion. Mm. sisi sisi Yanga, labda nyo andishi mnakuwa wasahaulifu msimu huu 24-25, ishirini na tano, tumeshamfunga mara mbili. Jumla imekuwa mara nne mfululizo, kweli mm, kweli. Moja ngao, moja ligi. Uongo sahihi kabisa. Machi nane ilikuwa ni mara ya tano. Ilikuwa wow, mara ya tano. Wao wamekimbia mechi Machi nane wao wamekimbia mechi yaani, stori inaanzia pale. Tuko hapa kwa sababu Simba Sports Club alikimbia mechi tarehe nane. Tuko hapa tunajadiliana, tunazungumza, tunafanya hivi kwa sababu gani? Kwa sababu Simba Sports Club walikimbia mechi Machi nane. Haya, Machi nane nani hakuwepo kwenye timu yao ambaye kaongezeka leo tajie mmoja. Oto, kwa nini walikimbia? Kwa nini walikula nyoya? Nkuuliza hiyo swali, kwa nini walikula nyoya? Kama hawa watu walikuwepo, kwa nini walikula unyoya? hmm. a hmm. Na sisi Yanga ndio maana tunataka tupate majibu s so, pia si hatujui kwa nini Simba Sports walikula unyoya hmm. Machi nane Yaani tukijibiwa hilo jambo mimi naamini wanachama wetu watakuwa wameshaelewa na munkari utashuka. Sasa kujibu mnyama au nani? Yeye pia kama anaweza ajibu Ae. Kwa nini alikimbia? Maana inawezekana anawapa watu shida, atakiwa tuajielezea hata yeye, bwana, mimi niliamka siku ile kila nikichekecha naona saba Eh, kila nikiangalia na napigwa saba eh? Nikaona ya nini mie, kia nikishusha inashuka tano, inaudi saba. Nikaona ya nini mie tufukuzane na bakola nikala unyoya eh. Akijielezea hivyo na sisi Yanga ni waungwana eh. Wakitoka Simba Sports wakajielezea hivyo kwamba walikimbia machinane kwa sababu ya aibu, sisi tunakwenda kucheza nao pale, yaani natakiwa wakiri tu kwamba sisi tulikimbia aibu mm. machinane. Ndiyo, lakini hapo umeonekana kama kuwalaumu, sababu ya hili lote ni wao, si, si walaumu shehe eh? tuko hapa hivi kwa mfano mm, wangekuja uwanjani tungejadiliana haya. Ndiyo. Hawakuja, ndo maana tunajadiliana. Kwa hiyo ambaye hakuja pale mm, sio bodi, sio TFF, sio mashabiki, sio Yanga, wote tulikuwepo kwa Mkapa, ambaye hakuja ni Simba Sports. Ndiyo. ambaye Ndiyo. Hakushiriki kwenye ule mchezo ni Simba Sports. Sasa anatakiwa watu basi kama wengine hawawezi atujibu hata yeye. Ndiyo. Aelezeni usiache watu, watu na maswali. Ndiyo. Hata basi jielezea hata wewe kwa nini ukuja tarehe nane? Kwa sababu ukisema wachezaji sijalikuwa na tarehe nane. Au alikuwa hajawasajili bado? Alikuwa nao. Kwa nini hakutia timu pale? Kosekana pin pin tu. Pin pin nini? Kama alikuwa hayupo. Basi waseme ebao tuliogopa kuja kwa sababu pin pin hakuwepo kosa hivi pimpina amerudi tunaomba tuje tena, mm -hmm. Eh, lazima watu waseme. Haiwezi tu kuwa kwamba dabi namba nne kwa ukubwa na ubora barani Afrika inakuwa tu haipo, alafu inabakia tu blank mm -hmm. Hai, wao wa, wa, wa, wa, sababu ni pimpini kamara kama ulivyosema, waseme Mm. Bwana si tulikula unyoya kwa sababu tuliona angedaka mtu mwingine zingekuwa nane. Mm. Kwao tukala unyoya, tunaomba Yanga waje tucheze, yani lazima mtu aongee. Mm. na hapo, yeah, hapo wanasema mshahara wa dhambi ni, ni, ni mauti mm -hmm. Kwa maana kila kitu ambacho unafanya kina hukumu kina, kina yake, au sio mm -hmm. Wao hawajatokea tunasema walikimbia. Mm. si ndiyo? Mm nataka nijue maana kuna option nyingine ambayo naweza katokea mkakutana kule kwenye Ehe. Kitu gani mtawafanya? Ndio bana nikwambia, ndio bana nikwambia. Wana Yanga wote sisi duniani, wana Yanga wote duniani tunakubaliana jambo moja kimsingi, Simba ni mteja wetu, ni mwembe wetu wa uani, yeah? hiyo sio siri. Kila mwana Yanga na nyi waandishi mnajua kabisa kwamba Simba Sports ni mwembe wa uwani wa Yanga Afrika. Yanga akiwa na ham na dodo, haendi Mtibwa, haendi sijui Ruvu Shooting, haendi, anakuja Msimbazi kuchukua dodo lake akale. Hatupati shida sisi kumfunga Simba, haijawahi kuwa tatizo, na ndiyo maana zimefika hizo mara nyingi, na shona tu, yaani sasa hivi kitaalam, kama mtu anaumwa kidonda mshono ukianza kufunga, mwanadamu ana tabia ya kujisahau Eh? Juhu. Lakini sisi tuliye mshona huu mshono tunajua nyuzi gani, tukivuta tu. Kilio kinaanza tena. Kwao, sisi tunajua na wao wanajua yeah? Ninachokwambia yani, na, na wao wanakijua kwamba wao ni mwembe wetu wa uwani. Yaani, hii wanaosema Yanga tuogopa stuogopass sisi, sisi tuwaogope wao sisi, Yanga Afrika. Sisi, sisi msimu mara nne na imefika hatua kwenye mechi zetu walivonogewa na utamu wetu, tusipofunga goli si wanatufungia wao. Tupate tu raha. No. Na sisi tumwaogope huyo mtu eh. Maana tukaamua hata hiyo mechi tusiende, wakajifunga wao waka wenyewe hiyo mechi. Eh. Kaka Yanga inatisha eh. Mimi nakwambia Yanga inatisha sasa. Yaani wenyewe si tukaamua tu tarehe kumi na tano waende tu wenyewe, mtashuhudia maajabu nyinyi siku hiyo. Waende wenyewe pale watafunga huku. Hofu Yanga inatisha na, wanajua. Sasa sisi, mm. Mwenyezi Mungu tunamshukuru, na tunamuomba sana atusaidie njia ya CAF Federation Cup iwe ni njia iliyonyooka kwetu sisi na kwao. <laughs> Yaani Mungu atunyoshie sisi na kwao. Yaani ndugu zangu, wana Yanga, mtanisamehe, labda kama nawaombea dua njema wamfunge Singida itawakwaza, mtanisamehe mimi mm. Nataka bwana waje kwenye fainali ya kombe la shirikisho la. Sisi tunakwenda Tanga leo, nimefanya kikao na baadhi ya waratibu wa safari, tutainua gari 50 hapa Dar es Salaam kuelekea Tanga mm. gari 50 kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Tanga, maana yake huu mchezo tuko nao serious kulikweli, tunautaka kulikweli kwa sababu hiyo mechi ina mechi ya JKT Yanga ya na JKT, alafu kuna mshenga yuko pale katikati. Jukumu la Yanga ni kumfunga JKT Tanzania ili mshenga apeleke salamu kwa mai wetu. Mm. unajua njia ambayo imekuwa na shida sasa hivi mm, ni njia ya barazani. Kumekuwa na watu wengi, hata wewe kijana unafahamu mm, kwa mpanga nyumba hizi, alafu geti la kuingilia liko mbele kule, watu ni wengi mm. Atakao umekuja na toto hivi um, eh, kutaka kumpitisha pale unapata shida. Naelewa, eh? Uh, uh, lakini, geti la uwani hainaga mushkeli. Ni kichochoro unadumbukia. Kwa uh, uh, <laughs> uh, hiyo uh, uh, si ADB kwenye situation hii ni geti letu la uwani. Kwa hiyo huku mbele, huku, <laughs> uh, huku mbele, huku, huku mbele huku, ukiingia utasalimia watu, pake, na ni kutafuta tu kuwaso ndio um. Maana watu wengi kwenye mechi ya dabi ya huku ya ligi maana mengi kwa sababu watu wengi pale mbele Mm. Usalimia kidogo ndio ndoupitishe mtu, lakini huku nyuma shekhe, mm. Kauli ni moja tu, huku ishara ni moja kwama nyuma kuna mtu mm. huku <coughs> <Shaskia, coughs> eh, unajua ta, kuna wanaume ndani mo eh, uwezi kudumbukia kao. Sisi tutakwenda kupambana kwa jasho lote Tanga, sio kwa sababu nyingine yote, kwa sababu ya kufika fainali, tumalize hili jambo mm. Tumshone jeketi, tupate matokeo mazuri, ili mshenga apeleke salamu kwa mai wetu, mm. E bwana, wale jamaa wameshapitia mlango wa uwani sasa. Kwa hiyo ukija usipite mbele utaonekana. E, mbele huko kuna vitu vingi, kuna kanuni kuna nini kuna nini. Weziungukia tu nyuma utawakuta hapo. mm. e, ni ni rahisi tu e, mm. e, ni rahisi tu bwana, atawaambia bwana. Sababu mshenga najua atakuja Tanga mm. e, najua atakuepo Tanga, kwa hiyo mshenga atawaambia Bwana jamaa tayari ameshatangulia, kwa hiyo pitia chocholo hiyo eh, dumbukia umo. Waki, wakidumbukia <coughs> wakidumbukia. Hey, Mwenyezi Mungu atupe tu uhai, ndugu yangu. Ah, Mwenyezi Mungu atu, atu, atupe, atupe, atupe uhai, eh? Uhai. Mimi nakwambia mm. Yani mm. tuombe tu afya njema na uhai. Tukutane, wasitumie nguvu kubwa hapa Maanake unajua ushaikuta usha, usha mdogo wako anapigana na mtu ambaye hamudu. Eh, pigo zake. Eh, anakuja kuongelea nyuma yako huko yani mbele hapo kuna bodi kuna kuna TFF, sijui kuna nini kuna mamlaka hapo, kuna sakata la dabi na nini afu anaongelea nyuma huko. Timu ntaleta, timu ntaleta anaongelea nyuma huko. Sababu anajua mbele kuna kama kamgogoro hapa. Kwa hiyo anaongelea huko nyuma huko ajificha. Ndio timu. Sasa kule CDB Federation Cup kumenyoka. Kule njia imenyoka. E, kule uko mwenyewe na kan. Pap. Na mimi naomba nimetoka kumtumia message bosi wangu Ghalib Said Mohamed. Mwambie ikitokea tumekutana nao hawa kwenye finali ya CDB, tafadhali. Tafadhali sana bosi wangu. Tuwahudumie wa watu chakula cha asubuhi, cha mchana na cha usiku ili wakose sababu ya kukimbia tena. Maanake huku wanaweza, huku sulikuwa mambo mengine, huku wanaweza akasema njaa, hatujala. Kwa chakula, maji, juisi, watuachie sisi GSM, tutawahudumia ili wasitafute sehemu ya kutokea. Yani waachiwe kila kitu, kila kitu, na kama wana uwezo wa kupeleka maombi Bodi ya Ligi siu TFF, fainali ya saadibi ikapigwa Bunju, waseme pia unaoma fainali ya kombe la CRDB pigwe bunju. Yaani, pasitokee sababu yoyote ya kutukimbizia ndege yetu kwenye tundu, yani yoyote isitokee okay. ili ndege adumbukie mwenyewe tufunge mlango. Ali, bwana tumalize na hili. Unaiona Young Africans eh, mwisho wa msimu kwanza, ulisema manake kutakuwa na ile hafla nchi nzima yeah. Ipo. Lakini pia unaiona Young Africans mwisho wa msimu kuwa imechukua title eh, makombe yote, maana yake tunaona mnangao mm, mna muungano mm. Eh, sasa hivi Yanga tuna majukumu matatu ya kufanya mm. Jukumu la kwanza ni kutetea ubingo wetu wa ligi kuu, kombe la NBC Premier League namba no, number one; number two kutetea kombe letu la CRDB mm, tuitetee Kola kwanza, ligi kuu. La pili lengo la Yanga ni kuhakikisha tunatetea tuna, tuna pia si Dabi. Lengo la tatu ni kuhakikisha eh, Kolo anamaliza patupu msimu huo. Kwa hiyo tuna malengo hayo matatu. Huko sio mbali zaidi shehe. Eh, hapo ligi NBC bado mnapigania pointi moja. Huko mbali zaidi shehe, huko huko ha? siguse huko mbali huko shee. Maji marefu? Ha, watacheza finali moja tu shee wangu, nakwambia. Moja tu shee. Nakwambia, moja tu shee. Na uzuri wa Islamu, eh, ndo wa zao unajua Wanafungiaga wapi? Wanafungiaga ukweni. Eh. Na watakuja Waarabu kuchukua mali wao hapo, Temeke hapo. Eh. Hapo kwa Mkapa, eh. Temeke hapo. Watachukua mali wao, Waarabu, na sisi tutasindikiza, mnakwaherini, kila kheri, kaishini vizuri na huyo mtu. Eh. Basi, eh. Lazima ndugu, tuwepo e, lakini ndo kazi zetu za msingi hizo sasa hivi kama ambavyo wao walikuwa wametoka mbele na kujitutumua Ae. na kueleza hadharani kwamba wanacheza mechi zetu. Mimi sasa hivi sina ninachokificha ndugu yangu, yanga yangu nataka ichukue ubingwa wa ligi, yanga yangu nataka ichukue kombe la CRDB, yanga yangu nataka kolo atoke tupo msimu huu hilo ni lengo langu mimi, na ndio lengo la kila mwana yanga duniani. Unafiki weka pembeni, hmm. Tunataka kolo atoke tupo msimu, na inshallah itakuwa hivyo. Asante, karibuni. Ah, bwana, tena bwana, ile message kwa GSM ile uifikishe, ile namba wewe bwana, sawa bwana. <laughs>